Kutoka Mwananyamala kwa Kopa. Uh, kijana aitwaye Melkizedeki Joni ambaye alikuwa ni mwanakwaya wa kwaya ya Revival na alikuwa akiishi maeneo ya Mwananyamala kwa Kopa, mahali nilipo hapa. Mwili wake ulikutwa ndani ukiwa uh, umeanza kuharibika, na hii ni baada ya Uh, rafiki yake aliyekuwa akiishi naye alikuwa ameondoka kwa muda kidogo katika majukumu ya kazi na kumwacha, na aliporudi basi alibaini uh, rafiki yake akiwa tayari amekwisha kufa, na tutapata kuzungumza naye pia kijana huyu atueleze, uh, yeye alivyokuja, pengine atatuambia alikuwa na shida gani. Uh, kabla ya umauti kumfika, pengine alikuwa na matatizo ya kuumwa na nini. Tutapata nafasi pia yamkini kuweza kuzungumza uh, na katibu mtendaji au pengine na mwenyekiti, wale ambao walifika eneo la tukio kuweza kujionea kile ambacho kilitokea. Na nyuma yangu ni chumba ambacho alipokuwa akiishi kijana marehemu Melkizedeki ambaye sasa hivi hayupo. Salama. Karibu tuambie kuhusiana na tukio hili la huyu kijana ambaye amekutwa huko akiwa amefikwa na umauti. Kiukweli sina mengi sana ya kusema, isipokuwa huyu kijana mimi namfahamu, kwa sababu huyu anayekaa naye ni mtoto wa mwenye nyumba ambaye anachukua kodi hapa. Kwa hiyo ni watu ambao tunawafahamu na ni rafiki yake, tunaishi wote hapa. Eh hey, mimi mwenyewe ni mfanya biashara zangu ndogo ndogo. Kwa hiyo kiukweli yani sikujua nini kilichotokea zaidi au kitu gani kilichomfika. Lakini jana kwenye majira saa 4 hivi usiku, huyu Bwana Amos ndo alikuja kunigongea na kuniambia huyu mwenzangu, kila nikimwangalia namuona hayuko sawa. Basi ngoja kwanza niende nikatoe taarifa kwa uongozi. Basi kabidi tugongeane wapangaji wote humu ndani na taratibu zingine zikafuata. Mlikuwa mmemwona kati ya hizi siku chache, mlikuwa mmemwona labda, e, akiingia okay? E, na kutoka mara mwisho, Jumatatu asubuhi tulimwona, na ndio siku ambayo bwana Amos naye alienda kwenye shughuli zake akamwacha hapa. Baada ya hapo hamjajua muona tena, na mimi nikawa busy na shughuli zangu, maana mndani wengine wanafanya kazi, wengine wanafanya biashara, kwa kila mtu akawa busy na mambo yake. Kwa kweli tumeshapoa, e, kwa Naitwa naitwa Gideon. Hem tuambie kama una chochote ambacho na wewe ukiona kwenye tukio hili. Hmm, mimi huyu mshikaji mimi nafahamiana naye tokea nimehamia hapa mwaka jana. Hmm. Tumekuwa tunaonana tu mara kwa mara. Maana mimi sio mtu wa kushinda nyumbani, naenda kazini asubuhi na narudi usiku. Wakosa sana sana tulikuwa tunaonana weekend. Muda mwingine tulikuwa tunapika chakula cha mchana, hapa tunakula pamoja. Na mimi mara ya mwisho kuonana naye hmm, ilikuwa ni jumapili usiku jumapili ya wiki hii hapa usiku kuna vitu tu nilikuwa naviingiza ndani hapa kwa zile heka heka za ndani, na zile rukushani za mo ndani nahisi ndo alizisikia akaamka na ilikuwa mida ya saa saba usiku akaja akauliza vipi wanangu mnahama tukaambia amna kuna vitu tu nimeviingiza ndani kwa hiyo najaribu kupangilia muonekano wa chumba pale basi akanambia mimi nilijua mnahama maana nilisikia heka heka tukaambia amna tukatakiana usiku mwema akaondoka na kwa kipindi chote mimi sikuwahi kujua kama ana tatizo hilo la kifafa au degedege. Hasa jana usiku, wakati natoka kazini mishale kama ambili nyumbani, wakati ya saa mbili, mimi sikurudi nyumbani, niliunganisha moja kwa moja mtaa wakati hapo kuangalia mpira usiku. Hasa nimerudi ndo nikakutana na ubi mkubwa tunaishi naye ndani, nikakutana naye hapo, ndo akanielezea kilichotokea. Kwa hiyo sikujua chochote, mi nimefika tu nyumbani jana usiku nakutana hizo taarifa. <to> <titles> <stas> Eh, mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Kopa. Eh, kuna tukio lilitokea jana katika mtaa wangu. Nilikuwa niko ofisini kwangu wa kazi akanipigia aka mwananchi mmoja simu kunijulisha kwamba kuna mtu amefia ndani. Sasa waliponijulisha muda ulikuwa kama saa nne na nusu, nikawataarifu, nikawaambia basi asisogelee mtu huo mlango mpaka nifike. Nilipofika eneo la tukio, niliwaambia mtu asiguse mlango kwanza, mpaka tusubiri polisi wafike, ambao walishapigiwa simu ili waje waingie wao. Wakishaingia ndio wao wakagua, wawezi kutupa taarifa kwamba huyu mtu yuko katika hali gani. Baada ya polisi kufika, mlango ulifunguliwa, tukashuhudia mwili wa yule ambaye aliyefariki alikuwa amelala kifudifudi, lakini mwili wake ukaonekana umevimba. Inaonekana ni mtu alikuwa amelala kifudifudi, labda akakutwa na tatizo fulani, lakini akashindwa kujigeuza, na ndipo umauti ukamkuta. Lakini hali halisi iliyoonyesha ni kifo cha kawaida, sio cha kupigwa wala cha ku, aidha ku, kutokana na jambo lolote lingine. Kwa hiyo baada ya pale, polisi waliamuru kwamba mwili ule uchukuliwe upelekwe hospitali, na mimi nikawaruhusu wakauchukua, wakachukua ule mwili wakaupeleka hospitali ya mwananyamala pale, wakachukua ripoti yangu kidogo, na ndipo nikawaambia kwamba kifo hiki msina matatizo, hakina matata. Kwa hiyo huyu mtu amekufa kifo cha kawaida, kwa hiyo wakamchukua kumpeleka hospitali ya mwananyamala ambapo mwizli umepelekwa kuhifadhiwa huko, na bahati nzuri kijana huyo baada ya kuangalia na kuonyeshwa picha yake siku ya Jumamosi kwenye msiba wa mama Mboya, nilimwona hata alikuwa ni, alikuwa anaimba kwaya kwa ndipo hata mimi nilistuka kidogo, lakini baada ya kumhoji kijana wanayekaa naye akasema alikuwa anatumia dawa, alikuwa na ugonjwa wa kuanguka. Sasa yawezekana labda katika hali ile ilimkuta akiwa peke yake akakosa msaada kwa mtu ndio umauti ukamkuta, lakini hali halisi ndio hiyo. Kwa hiyo kijana huyo ame ameaga dunia. ametotoka vingine ulivyoona, ulivyoshuhudia, mlivyofika pale, mwili ulikuwa kwenye hali gani? Ee, mwili wake kwa kweli nilishuhudia ulionekana umevimba, ee, lakini alikuwa amelala kifudifudi kuonyesha kwamba aidha alipopata tatizo lile alikosa pumzi na akashindwa kujigeuza. Eh. Ndio mauti ukamkuta. Asante sana.